Kwa majina naitwa Mr. Ali Mvunyo ni mwenyekiti wa kikundi cha Ulipotupa Furniture Group kilichopo kata ya Segerea wilaya Ilala. Ni kikundi cha vijana tunaojishughulisha na utengenezaji na usambazaji wa fanicha mbalimbali. Kimsingi sisi tuko vijana watano tulioamua kukaa pamoja kukuja na wazo na kujiajiri baada ya kupata changamoto ya kukosa ajira kwa sababu so far sisi tumeenda shule ni wasomi. Baada ya kuona changamoto ya ajira, tukakaa pamoja tukawaunda grupu kwa ajili ya uzalishaji na usambazaji wa fanicha mbalimbali. Tulianza taratibu tukiwa tuna mtaji, tulitumia nguvu zetu na rasilimali zetu wenyewe kwa kuchangishana, lakini namshukuru sana mheshimiwa rais, kupitia idara ya maendeleo ya jamii kwa kutulea kutukuza na kututia moyo mpaka sasa hivi tumeweza kuwa na mafanikio. Tunaweza ku, tumeweza kujisajili kwenye mfumo wa manunuzi yani nesti, tuna kompiti kuomba tenda mbalimbali, na hivi sasa tunavyozungumza tumesha kushinda tenda ya Ilala ya kutengeneza madawati elfu mbili mia saba na hamsini tulimaliza hiyo kazi vizuri, lakini pia wenzetu watemeke manispaa wametuunga mkono kwa kutupatia tenda ya madawati F7 yenye thamani ya milioni mia sita hamsini na nane. Tuko tunaendelea nayo hiyo kazi, na kwa sasa tumeweza kuajiri vijana wenzetu takriban hamsini. Tunafanya nao kazi pale ofisini kwetu na wao pia wanajipatia mahitaji yao ya kila siku, lakini pia tunamshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha huu mfumo wa mikopo ya asilimia kumi ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Binafsi sisi ni wanufaika, tumeweza kuandika andiko letu la mradi zuri kwa ajili ya kupata pesa ya kuboresha mradi wetu. Tunashukuru wametupatia milioni mia na hamsini kwa ajili ya kuboresha shughuli yetu. Lakini sambamba na hiyo, tunamshukuru tena mheshimiwa DC Edward Mpogoro, wilaya Ilala, kwa kutuamini vijana wake. Hivi sasa tuko kwenye maandalizi ya kupokea mwenge wa uhuru tarehe tatu mwezi wa sita mwaka huu, tunategemea kupokea mwenge wa uhuru kwenye kikundi chetu cha ulipotupo fani cha grupu kilichopo kata ya Segerea. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kualika vijana wenzangu waliokuwa vijiweni wakilalamika kwamba kazi hakuna, shughuli ngumu. Vijana tuungane pamoja, tutengeneze vikundi twende idara ya maendeleo ya jamii kutana na maafisa maendeleo, watuelimishe tuanzishe vikundi kupitia imbeju ya CRDB. Tunaweza kunufaika wote kwa pamoja, na tukaacha lawama na kutoka vijiweni. Swala la ubinafsi limetajwa kuwa kikwazo kwa vijana kukua kiuchumi, kama ambavyo uliwasilisha pale ndani, unafikiri limekaaje na nini ulikuwa unashauri vijana wenzako? Karibu. Ninaamini vijana wenzangu kwanza tutoe kwanza tutoe dhana ya kusema vijana hatuwezi kufanya jambo au vijana tumesauliwa au tumetengwa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa awamu ya sita ni mwaminifu sana na ameliona hilo kwamba vijana tupo tunasoma lakini ajira hakuna. Ndio maana alishauri idara ya maendeleo ya jamii na watu wa mabenki wakae pamoja watafute namna nzuri ya kuwawezesha vijana. Kwa hiyo kwa sasa niseme vijana tumeonwa na tunaaminiwa. Kikubwa tu tujifunze kutafuta taarifa. Changamoto kubwa ya vijana tuliokuwa nayo hatufuati taarifa, tunabaki majumbani, vijiweni, kulalamika. Kwa hiyo niseme tu vijana wenzangu, tutoke kijiweni, tuende tukatafute taarifa sahihi kwa watu sahihi. Hizi pesa serikali zinazosema kweli wanatoa na serikali inashika mikono vijana. Sisi ni mashuhuda leo, tumeaminiwa kupewa kazi zaidi ya milioni mia saba tunafanya pale ofisini kwetu, ni vijana wa Kitanzania, na yamkini hapo nyuma tulikuwa tunadhani hayawezekani, lakini tukiamua pamoja yanawezekana. Kikubwa tue uaminifu, tukiaminiwa, basi tufanye vizuri, ili tutengeneze imani na vijana wenzetu wengine waweze kuaminiwa, ili tujikwamue kiuchumi na tutengeneze taifa lenye vijana shupavu wanayochangia kipato cha nchi. Kwa majina naitwa Jacqueline Kurwa Mkina, mimi ni balozi wa Imbeju na pia ni mwenyekiti wa Bunju Women Group ambao na wanachama 425, wote ni wanawake wajasiriamali na wafanyabiashara na pia nasimamia vikundi vya wanawake na vijana vipatavyo 76 kwa sasa Tanzania nzima ya, katika hii programu ya Imbeju, naongelea uzoefu wa kwangu pamoja na wale naowasimamia. Programu ya Imbeju ya CRDB ni mkombozi hasa kwa vijana pamoja na wanawake, kwa sababu CRDB bank inatoa kwanza mafunzo. Tukumbuke ya kwamba huko tulikotoka huko nyuma tulikuwa na mikopo chechefu au mikopo umiza CRDB Bank katika programu yake ya Imbeju anda CRDB CRDB Bank Foundation imeweza kuwezesha na kuwafikia wanawake wengi, tena sana sana, naweza nikasema wale walalahoi, wanawake wale waliokuwa wakiteseka na mikopo umiza, kwa sababu CRDB Bank inamkuta mwanamke yule wa chini kabisa ambaye yuko kwenye jamii, yaani yule ambaye anapika maandazi, anapika uji anafanya biashara kwenye mitandao kwa sababu ana uwezo wa kulipa kodi ya pango. Ndio lengo la CRDB. Pia na wakulima, imewafikia wakulima wengi hasa wanawake na vijana. Mbali ya kupewa mikopo hii wezeshi ndani ya CRDB Bank, mwanamke anafundishwa mbinu mbalimbali za kuweza kurejesha hiyo mikopo, naweza nikasema elimu za kifedha ambao tunaita financial literacy. Tunawafikia wanajamii kule walipo, sisi kama mabalozi, ataki mwanajamii atufate sisi, tunamfuata mwanajamii. Lengo kubwa la Seradib ni kutoa elimu, mtu ajue namna kutumia hii pesa atakayopata. Mitaji hii wezeshi inatoka bila dhamana. Dhamana ni kikundi. Kikundi kinakuwaje? kuanzia wanawake watano na kuendelea. Tunawafikia, wanafungua akaunti za, za Imbeju ambazo hazina makato zile gharama za uendeshaji. Mwanamke huyu au mjasiriamali huyu anaweza kuweka pesa yake kama akiba, na uzuri wa Imbeju, ndugu watangazaji, hela zako za rejesho zinakatwa kule, kule. Mitajiwezeshi ya Imbeju aina riba, tuna gharama za uendeshaji ambazo gharama hizo zanifanya mpaka mimi leo nimekuja hapa kwenye semina, nimepata chai, nitapata lunch, nitapata mafunzo ambayo ni asilimia sita tu ambayo inakatwa kabla mitaji hii kuwekwa katika kaunti yako. Kwa hiyo tunategemea wanawake wengi, sio kama yale mambo ya nyuma tunasema mtu paka aweke dhamana, aweke si hati ya gari yake, hati ya nyumba. Wanawake wengi walikuwa hawawezi nini, basi kinafanyia CRDB ni kumkomboa mwanamke. Sio CRDB tu, kinafanyika nini katika serikali yetu ya Imbeju inasaidia hata serikali yetu, tunasema CRDB beki apa, kwa kwa sababu tunasema iko hapa ajili ya ya ya serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo tumeona tumeshuhudia watu wa Ilala wanakuja pata mafunzo namna ya kutumia ile za halmashauri. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi naanza kusema hivyo. Ameona alisikia kilio chetu, mimi nikiwa kama champion niliweza kuisemea hii mada, kwa nini mikopo ya halmashauri isiende kwenye benki kama CRDB na ni kweli wametusikiliza, hizo ni pongezi kwa mheshimiwa rais. Nikiwa mwenyekiti wa Bunge Women, nilifuatwa na kuulizwa haya maswali na watu wa serikali. Kilio kimesikika na mimi namhakikishia mheshimiwa rais, fedha hizi zitarudi, kwa sababu hapo awali fedha za halmashauri zilikuwa zinapelekwa kwa watu na azuri hivyo, inapotakikana tuwategemea wasimamizi wa seradibi watarudisha fedha vizuri. Mbali na hayo yote ndugu watangazaji, bado tuna fursa mbalimbali Bank inatupa kwa kanuga nyingine exposure, exposure. Atakutembelea wenzetu wamefanyaje? Wamefanikiwaje? Nimeenda China through Bank Foundation, wameni sponsor asilimia ni mia. Nimeudi na wiki mbili toka China. Tumetembelea makampuni makubwa nchini China ya wazalishaji, ambao wanatueleza hata Tanzania, mna hizi rasilimali. Naweza nikatoa mfano wa Tanga Stone Nifika China, Tanga Stone za Tanzania ndo taa, paka, paka kwetu. Kwa hiyo mbali ya, ya RDB, naanza nikatoa wazo nilimwambia mheshimiwa balozi kule China neno langu moja. Natamani VETA ya Tanzania ichukue mbinu za China. Viwanda vya China vingi ni vya vijana ambao ni wadogo wanafanya kazi nzuri. VETA za Tanzania zipeane malengo math, matharani VETA Mbeya itusaidie kuzalisha matunda ya parachichi au parachichi zisindikwe vipi, sababu kuna parachichi, parachichi nafanya nini zinapatikana. Tuje VETA Tanga kwa sababu kuna Tanga Stone, basi watu wa VETA wastiki kwenye hiyo Tanga Stone tu, sababu mpaka sasa hivi tuna VETA nyingi lakini hatuna kwa lugha nyingine kasema hivi sio lugha mbaya, hatuna focus ya kusema VETA inafanya nini. Mtoto wa VETA akijifunza kitu kimoja au viwili vikubwa, hii nchi itabadilika. Hiyo kitu imeona China kwa sababu watu wana stick, kama ni sim vijana wanafanya sim, sim tu, kama ni nini kijana anafanya kitu hichi kwenye viwanda vyao. Kwa hiyo unaona kabisa nchi ya China imekua kiteknolojia kwa sababu mtu anastiki kwa kitu kimoja. Sisi hapa kama vile mnayumbisha watoto mara, leo ajifunze mechanics, akiona batiki zinakwenda vizuri anakimbilia kwenye batiki, akiona sijui ufundi nguo anakimbilia kwenye ufundi nguo. Mtoto ana lose focus. Let's focus, fanye kazi yetu vizuri, tuwe na vitu vizuri. CRDB ipo, inatoa fedha kuwezesha vijana. Tukipata watengeneza, kila mtu atafurahia nyumba yake, tutapunguza hata watu kama baa ana kwenye vijiwe. Nyumba ikiwa nzuri, nyumba ikiwa smart, unataka ukae kwako. Hawajaipata, wanaogopa, wanafikiria rafiki, watu matajiri. Wanawake wenzangu, vijana wa Tanzania pia naomba netembeleeni branches matawi yote ya CRDB jamani, imbeju ndio mkombozi wetu, tuwe tu waaminifu tu, tu, tu, kurejesha hizo fedha. Unaona hata fedha za serikali za halmashauri zile za asilimia kumi zinaenda kwenye benki CRDB, kwa maana hiyo imeonekana imbeju ndio mkombozi. Tuogopi kabisa mikopo umiza, wanawake wanapata tabu, wengine wamekufa kwa sababu ya madeni, atutakinchi watu waumizwe, watu apate masrei, watu wazeeke wa, wa vibaya, watu maasira kwenye jamii, kufurahi kufurahi. Mimi mwenyewe mara ya kwanza mbeju ka siamini kweli, imaliza awamu ya kwanza milioni tano bila shuruti, nafanya biashara vizuri ya sabuni, hela zangu kwenye akaunti yangu ya beju mareeshoo anakata bila stress, bila kuniuliza Awamu ya pili nimechukua milioni kumi, namaliza mwezi wa kumi nitachukua 20. Kwa hiyo Imbeju unakwenda unakuwa. Uh, kwa majina yangu ninaitwa Flora Jackson Mwejele. Mimi ni mratibu kutoka Buta Vikoba Endelevu Tanzania, lakini pia mimi ni mnufaika kutoka CRDB Bank Foundation. Uh, naweza kusema kwamba tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hii fursa ya CRDB ambayo imekuja kumkomboa mwanamke. Mimi kama mwanamke au kama mama baada ya kuijua tu CRDB Bank Foundation, pamoja na elimu nzima ya imbeju na mtaji wezeshi. Nimejikuta kwanza, kimtazamo, nimebadilika, kwa sababu tumekuwa tukija mara nyingi hapa kupata elimu mbalimbali za maisha elimu kuhusu uwekezaji elimu jinsi ya kulea vikundi na mimi kama mratibu ambaye ninaratibu vikundi vya aina mbalimbali sasa hivi tuko kwenye vikundi ambavyo vinafanya mradi nimeweza kupata nguvu sana kwa sababu tunawezeshwa na CRDB Bank Foundation Aa, na kitu kikubwa ambacho tuna Uh, kujivunia ni namna ambavyo benki imekuwa iko serious pamoja na vijana pamoja na walemavu ambao wote wanapata mtaji wezeshi kutoka CRDB Bank Foundation. Kitu kikubwa ni kwamba riba ambayo ilikuwa inatutesa, na mikopo chefuchefu, watu wanachanganyikiwa, sasa hivi CRDB imeshatuleta kwenye namna ambavyo uh, mtaji wezeshi kwa kuweza kujiinua kiuchumi. Mimi kama mnufaika pia kuna mahali nilitoka na hapa nilipofika ni kwa ajili ya CRDB Bank Foundation. Kwa hiyo hiyo chachu ninaipeleka pia kwa wanawake wenzangu, wadada wenzangu pamoja na jamii na vijana wanaonizunguka. Kikweli tumejisikia faraja sana kwamba mwananchi huyu anaweza kunufaika, na tunamshukuru pia Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuendelea kutuinua Watanzania wa hali ya chini, maanake nafika mahali kama Mtanzania unashindwa hata kukopesheka kwa sababu kwa kweli haukopesheki, hauna collateral, yani hauna vigezo, lakini kupitia foundation na mimi kama mratibu kupitia vikundi tunanufaika, wamama wananufaika, wanatoka kuwa wamama ntilie mpaka mtu anafungua duka kubwa, anatoka mtu hana chochote, sasa hivi anamiliki bodaboda, anafi, anamiliki bajaji, wana tuna kilimo. Kwa hiyo tunajikuta kwamba fursa ziko mbele yetu na hata afya ya akili ya mwanamke inatulia, na nina uhakika kabisa hata ndoa zinatulia na na mama anapata muda mzuri wa kukaa na familia yake. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna plani imewekwa kwa ajili ya kuwezeshwa sisi kama wanawake. Na nawapongeza sana CRDB Bank Foundation lakini ninawapongeze pia uh, ustawi wa jamii nipongeze, ni pongeze pia serikali yetu kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan. <coughs>